Baba baba, nakuomba msamaha, mi mwanao kweli, maana jambo lilo mimi, jambo kwamba nilitoroka hapa baada ya kukuibia pesa, baba, zilikuwa tamaa tu, zilikuwa tamaa nakwamba sahivi nimegundua kweli nilichokifanya makosa. Hizi tamaa za isema mapenzi nimeweka katika, nimeweka katika matatizo haya, lakini baba, ndikumba msamehe Mana najua atatokea tenakamabapate <laughs> <Janko> <laughs> kumsikiliza wewe, rudia tena hili unajua. Kama mimi baba, najua kabisa, na niuma kama mwanangu ananiibia mimi, mwanangu niiyo mlea mwenyewe mwenyewe, ananiibia pesa, lakini kutoka na msamaha nisha kusamehe kabisa. Naomba itukie tena, no usirejie. Maana ukiejeamii mbim... <coughs> nitakuwa katika zizi ambazo anaua natokea, na hili tendo nilofanya, sijui kusudi lake alikuwa gani? Maana kama kuna mtu alioshinikisha kufanya hili tendo, ngetaka, yani ni mjue ni nani, kwa anasababisha mimi anakosanisha nna na,